Nilikuwa natafuta chimbuko la historia ya suruali ilianziaga wapi? Amina, Amin. Yaani, uwezi kujibu tu ili swali, na wakati ujui chimbuko la suruali lilianzia wapi. Wanasifiwe, leo nitakupa chimbuko la suruali lilianzia wapi. Na watu wa Mungu, naomba kila mmoja elewe, wakati Biblia inaandika mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya mpasao mwanamke, suruali zilikuwa hazipo, amina, suruali zilikuwa hazipo. Kama watu walikuwa wanaangalia filamu ya Yesu ile, watu walikuwa wanavaa majoho kama makanzu wanaovaa ndugu zetu Waislamu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na ndio vazi walikuwa ila, tu yale mavazi yalikuwa yana utofauti, amina Amen. vazi la msichana na vazi la nani na la mwanaume kama hao wana wanaovaa mwingine, wanavaa majuba yale, yata majuba mm. si ndio mm. Lakini si yote makanzu mm. lakini kuna kuna kanzu ile za nani mm. za wanaume, si ndio mm. lakini watu walikuwa wanavaa nini, kanzu, lakini suruali hazikwepo, amina Amen. Yani, wakati Bibilia inaandika kumbukumbu la Tolati, kipindi cha Tolati, Bibilia inaandika hizo suruali hazikwepo, na nilio suruali zimeanza kale ya tisa na ya kumi tena ilianzia wapi? Ni California Marekani, na ziligunduliwa hivyo kwa sababu hizi suruali zilikuwa ni kwa ajili ya wapanda farasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna yani watu wale walikuwa wanaona na upanda farasi kule Marekani California, wanapopanda zile farasi walikuwa wana nani, wakipanda yale majo lazima ukinani, yani leo ningekuwa nao linge ni pale. Jina la Bwana libarikiwe sana, haleluya. Sasa tofauti na hii hii, nikipanda hapa kwenye basketi na kazi nzuri Jina la Baba libarikiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kwa mfano wewe, wewe simama. Njoo nikufundishie wewe mtoto. Yesu umeyakanyaga. Jina la Baba libarikiwe sana. Hallelujah. Kwa mfano umeona wewe ni alivyovaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii akivaa kwenye pikipiki, akikaa kwenye pikipiki hapo. Jina la Baba libarikiwe sana. Amen. Kuna namna vitu vingine bizaza lazima zikaonekana nje, si ndio? Kuna namna, si ndio? Amen. Mwanangu kwa free mimi leo nakufundishia wewe. <laughs> Na ndio wakafanya nini? Wakaamua ufanye wakasema, mambo yetu tu designie nini, haya hayo makanzu yenu kuyakate wapi? Katikati. Amina, amina Adel. Na ndio walianza kwa makanzu wakao na yafanye, wanayakata katikati, yalikuwa yako hivi lepelepe, mnayapata kama mifuko ya nini, ya, ya mashine yale, mnayapata yale. Na ndio wale walikuwa suruali ya kwanza ndio ilikuwa hiyo, iligunduliwa kule California wapi, Marekani, ni kwa ajili ya kupanda nini, farasi. Kwa hiyo wale watu wakiwa wanapanda farasi Walikuwa wanapanda kwa uhuru, hakuna vitu vyote vinavyoonekana ndani. Lile vazi ni kwa ajili walikuwa wanaondoa heshima yao wanapopanda zile farasi, lakini ilianzia hapo na kutoka hapo na, na, na, na, na, kutoka miaka 80 na 90, na ndio hilo vazi limekuwa maarufu sana na watu wakadizaini. Jina ambalo imebarikiwa sana mavazi tofauti tofauti, na ndio maana leo kuna suruali za kila namna. Lakini mwanzo wa vazi lilikuwa wapi? Lilianzia wapi? California Marekani. Jina ambalo imebarikiwa sana haleluya. Kwa hiyo kipindi hichi jina Baba ibarikiwe sana. Kipindi hichi ninachozungumza hapa vazi lile la, la suruali lilikuwa halipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngoja hapo sa, sasa. Wewe nenda kakae mwana. Anapozungumza sasa mwanamke asivae hapo, ndio unielewe sasa. Kwa usije ukajichanganya huko mtaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usije ukajichanganya wapi? Huko mtaani. Anasema mwanamke asivae mavazi ya ya mpasayo eh, mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mpasayo nani? Mwanamke, kwa maana kila afanye mambo hayo ni machukizo kwa, kwa nani? Mwana, kwa Bwana Mungu wake. Sasa watu wa Mungu, jina ambayo imebarikiwa sana, tuwe na akili kidogo kwenye hili Biblia. Anapozungumza neno hili, azungumzii suruali hapa. Amina. Na hakuna andiko lolote kwenye Biblia ambalo limesema mwanamke asivae suruali. Amina? Amen. Lakini amezungumza asivae vazi la nani? Mnanielewa watu wa Mungu? Amen. Au twendeni sawa sawa. Saw. Asivae vazi la nani? Na tuko wote kwamba kipindi hicho Torati inaandika Biblia ilikuwa haijafanyi. Eh, nini? Suruali ilikuwa haijafanyi? Biblia ilikuwepo. Jina la Mungu barikiwe sana. <coughs> Lakini suruali haikwepo. Amina? Hapo an, an, an, anachoongelea ni jinsia. Mwanamke asivae nguo za nani, za mwanaume, ataonekana yeye kama nani? Ni mwanaume. Njoo njoo nikufundishie mwanangu, njoo nikufundishie. Ah, mama hilo ni wiji, heshima yako mama. Alitoki okay. <laughs> Mama, njoo njoo njoo njoo njoo njoo njoo njoo njoo njoo Nataka nifu, nifundishe. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo naomba mnikubali. Jina ambalo libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa umeliona hili basi? Naomba niazime, naomba niazime mwanangu. Najua tu hujaweka vizuri nywele lakini ngoja mimi nivae. Ukivaa hapo una upako unakuja kwa kwetu katika jina la Yesu. Sio nimevaa. Mna, mnaona jamani, niwe newe, mnaona kituko, niwe nyewe, mnacheka, si ndio? Mnaona aliko, sawa? Nimevaa mavazi ya mpasayo nani? Mwanamtu sasa alivyozungumzia mavazi ya mpasayo mwanaume. -ma, -ma, -ma asivae mavazi ya mpasayo mwanamke, ndio haya hapa. Vanessa sio sawa? Yaani mimi nikivaa hili jina la Baba libarikiwe sawa? Ni machukizo mbele za nani? Ni machukizo mbele za nani? Na ndio maana hata chupi. Kuna chupi za wavulana na chupi za nani? Mimi nivae chupi ya mama mchungaji na nikaa yeah. Oh, Jina la Baba libarikiwe yeah. Sawa? Ninyi mnaona yeah. Sawa? Wewe chupi zako mtendeisha kuvaa? Eh? Ila nyi boxers zetu mnavaa. <laughs> Waleza siku sana. Kuna wanawake mnavaa boxa. Amina? Amen. Sasa haya ndio anayozungumzia ni machukizo mbele za nani? Sa. Za Mungu mwanamke kuvaa boxa. Wengine wamevaa hapa. Ninapongea wana boxa za wavulana. Haya ndio machukizo mbele za nani? Amen. Za Mungu. Na wanawake wengi sana wabintu wengi wanaongoza kuvaa boxa za wavulana. Nina uhakika. Nimepita huko. Kina habari barikiwe sana. Amen. Haleluya. Nina uhakika kabisa. Na nina uhakika hapa hatuwezi kukosa. Kule, nani? Mwanamke. Lakini kuna vazi ambalo haliwezi kuepukuka Eni, leo gauni. Mnamuona Harmonize alivaga skirt kwa nyimbo fulani. Hasa yale ndio machukizo mbele za nani? Amevaa mavazi ya mpasao nani? Mwanamke. Jina ibarikiwe sana. Kwa Biblia hapa haikuwa inaongelea nini? Suruali. Ilikuwa inaongelea Blauzi. Jamani bwana Yesu asifiwe sana hapo Mungu. Nipige na kasketi niwe kama hii. Jina ambayo imeleta sana. Naingia hapo. Ni mtanielewa kweli vizuri? Mtanielewa vizuri? Hallelujah. Na <coughs> <Aleluya. tos> ndio hata wale wanaume ambao wanavaa eleni. Jina ambayo imeleta sana. <coughs> Wanavaa nini? <coughs> Eleni. Eleni. Yale ni machukizo mbele za Mungu. Hao wasalimu nao waona. Wanavaa mieleni. Ile ndio machukizo mbele za Mungu. Amevaa mavazi ya mpasa Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia hata haya mavazi yenyewe haya ya suruali haya. Jamani, kuna suruali za wavulana na suruali za nani? Jumapili iliyopita Wini alitinga suruali hapa. Ile suruali ni suruali. Amina. Lakini ile suruali ni ya kike. Amina. Sio ya nini? Tuseme wote sio ya kiume. Mimi kama Amen. Amen. Naweza nikavaa suruali kama hii? Haleluya. Naweza kuvaa suruali kama ile? Jina hapa ibarikiwe sana. Kwa kuna suruali za kike na suruali za nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na maana kuna mashati pia. Kuna mashati ya kiume na mashati ya nini? Ya kike. Unaangalia hizi. Hizi zimeangalia wapi? Hizi zikiangalia huku. Hizi visikizo hivi ikiangalia huku. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo ni na I, ia, ia, ya nani? Na hapa hizi hapa. Hii, hii hapa, ikiangalia huku ya nani? Lakini laki kuna suruali zingine sasa wame design zina hii lakini za kike. Amina? Si ndio, watu wa Mungu? Amen, haleluya, amen. Mnanielewa vizuri jamani? Amen. Kuna mtu nimemwacha baka? Kuna mtu nimemwacha? Hakuna niliyemwacha. Ninaweza kuendelea kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen, haleluya, amen. Ngoja nirudishe hii sasa. Nashukuru sana mwanangu, upako huu uende pamoja na wewe, amen. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe